Maji ya Mto Mweusi yalikuwa tulivu, lakini yalibeba siri ambazo hata upepo ulikataa kuziumba. Kila kijiji cha kule Mwavumu kilijua hadithi moja, kwamba saa tano usiku kama ukapita karibu na mto huo, utaona mwanga mwekundu uking'aa juu ya maji, na baada ya hapo hakuna anayejua kilichofuata. Lakini Moses kijana wa miaka 24 hakuwa mtu wa kusikiliza hadithi za woga. Alirudi kijijini kutoka mjini baada ya miaka mitano. Alikuwa ametulia, mwenye macho mazito na hakupenda kuongea sana. Bibi yake, Bibi Kalista alimkaribisha nyumbani kwa mikono ya furaha, lakini ndani ya macho yake kulionekana hofu fulani. Umerudi kipindi kibaya mwanangu. Mwezi umejaa na usiku wa leo ni usiku wa saba wa mvua ya damu. Alisema kwa sauti ya chini huku akifunga madirisha. Moses alitabasamu tu akadhani ni mojawapo ya imani za wazee. Saa tatu usiku. Moses, alikaa nje kwenye kibaraza akisikiliza milio ya vyura na upepo ulioleta harufu ya udongo uliolowana. Mara akasikia kitu kikivuma mbali, kama sauti ya mtu akiimba taratibu: maji yana roho, roho za wale waliopita. Akasimama, akanyoosha shingo kuangalia upande wa mto ambao uliangaza kidogo kwa mwanga wa mwezi. Kwa mbali, aliweza kuona kivuli, mtu amesimama karibu na kingo za maji. Kivuli hicho hakikuwahi kusogea. Moses alihisi shauku na hofu. Aliamua kuchukua tochi yake ndogo, akaanza kutembea taratibu Kuelekea mtoni. Njia ya kuelekea mto. Njia hiyo ilipitia kwenye kichaka chembamba, na kila hatua aliyoipiga miguu yake ilizama kwenye matope mazito. Majani yaligonga uso wake, upepo ukapita kama milio ya watu wanaongea mbali. Hii ni sauti ya upepo tu. Alijikazia moyoni, ingawa moyo wake ulianza kwenda mbio. Akiwa umbali wa mita chache kufika mto, tochi yake ikazimika ghafla. Akaipiga mara mbili, haikuwaka. Akaanza kuona mwanga mwekundu mbele yake, ukitoka juu ya maji. Ni ule ule ambao bibi yake aliwahi kuzungumza. Mtu yule aliyekuwa amesimama karibu na maji akageuka, lakini hakukuwa na uso, ni kivuli tu kikubwa kikiwa na mikono mirefu iliyoning'inia, kikiwa kimetulia tu, lakini kinampigia kelele ndani ya kichwani, sauti ambayo haikusikika masikioni bali moyoni: Moses, umerudi. Moses alirudi nyuma haraka, akateleza kwenye matope, akaanguka. Alipoangalia tena hakukuwa na kitu, mwanga mwekundu ukapotea ghafla na giza likameza kila kitu. Nyumbani tena. Moses alirudi mbio hadi nyumbani akivuja jasho. Bibi Kalista alikuwa amelala chumbani, lakini aliposikia mlango ukifunguliwa ghafla akasimama kwa hofu. Alipomwona mjukuu wake alijua kitu kimeanza. umeenda kule, sivio? nilisikia mtu bibi, niliona mwanga. Shhh! Bibi Kalista akamweka kimya, macho yake yakionyesha hofu isiyo ya kawaida. usitaje jina la mto huo usiku kamwe. Moses alikaa kimya, lakini usingizi hakumjia. Usiku huu saa tisa, aliota ndoto. Alikuwa anatembea ndani ya maji, akishuka taratibu hadi chini kabisa. Akaona mawe, mifupa na kioo kimoja kikubwa kinachoonyesha uso wake. Lakini uso wake ndani ya kioo hakukuwa na wake, ulikuwa na mtu mwenye macho mekundu. Alipoamka miguu yake ilikuwa michafu na tope, tope la mtu. Tope hilo lilikuwa bado linavuja matone madogo ya damu. Na nje upepo ulileta sauti ile ile tena, maji yana roho, roho za wale waliopita. Na huu ndio mwisho wa sehemu yetu ya kwanza simulizi yetu inayoitwa Mgeni wa Usiku.